Hakimu amesema kushtakiwa na baki na mawakili wake peke yake, nikiwa gerezani, wamenizunguka nikiwa na mbele. Hakimu amesema ni baki peke yangu na mawakili, na hao wamenizunguka, halafu nawaatia hakimu amesema mshtakiwa abaki na mawakili wake peke yao for consultation. Nikiwa gerezani, askari wananizunguka. Hakimu amesema ni baki na mawakili wangu, bado wamenizunguka, halafu mmewaachia. How comes, hii inawezekanaje? hatutazungumza Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA, Tundu Antipasilisu anahoji akiwa mahakamani. Habari popote pale ulipo, ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu, ni kukaribishe tena katika mwendelezo wa updates kuhusiana na kesi ya mwenyekiti wa chama hicho cha CHADEMA, Tundu Antipasilisu, hatimaye leo tarehe 19 mwezi huu wa tano na mwaka huu wa 2025 Lissu ameletwa mahakamani rasmi baada ya mivutano ya hapa na pale, kwa maana kwamba kesi za Lissu zilikuwa zisikilizwe kwa njia mtandao, jambo ambalo mawakili wake na yeye mwenyewe waligoma, huku wakitaka kesi kusikilizwa sehemu ya wazi na kila mtu ashuhudie. Rasmi Lissu ameanza kuletwa mahakamani na kesi zake zinarindima, ambapo sehemu ya kwanza tumekusogezea tumepata kuona na kusikia jinsi ambavyo upande wa serikali walivyoomba kesi hairishwe hadi siku kumi na nne, lakini mawakili wa Tundu Antipas Lissu wakagoma na kusema upande wa jamhuri unaleta maneno maneno tu. Lakini pia tulitazama jinsi ambavyo mawakili wa Lissu walivyoiomba mahakama kuruhusu kesi zote za Tundu Antipas Lissu ya uhaini na ya kuchapisha taarifa za uongo zisikilizwe sehemu ya wazi. Sasa karibu tuungane sote kutazama sehemu hii ya pili na mvutano wa kisheria kati ya upande wa Tundu Antipas Lissu na upande wa Jamhuri. Kabla tujakwenda kutazama na kusikiliza, hebu nikuombe wewe unayetazama hapa na kusikiliza, like video hii, kisha niambie hapo kwenye comment unasikiliza balaa hili kutokea wapi. Sasa tuwemo kwenye pepa moja kwa moja kutokea katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu wakili wa upande wa Tundu Antipas Lissu Rugemeleza Nshala anaendelea hapa kwa kusema, Mheshimiwa, tuheshimu uhuru wa mtu kuhusu hoja ya mtu kuwa kizimbani na ulinzi. Na shangaa hoja ya wakili wa Jamhuri kwamba walinzi wasiwepo, katoa wapi? hatujasema mshtakiwa asilindwe hata huko nyuma tunawajua wamevaa pleini na wengine wanatembea huko juu ya dari. Hatujasema wasilinde, hiyo siyo hoja yetu. Hoja yetu ni kwamba kizimbani mshtakiwa asilindwe, asizungukwe na askari wengi. Ujumbe unaotumwa hapa ni kwamba huyu mtu ana hatia. Hakimu anasema wasilisha kama afisa wa mahakama. Rugemeleza Nshala mheshimiwa anawasilisha kwamba mshtakiwa anatakiwa awe huru kizimbani na hatakiwi kuzungukwa na maaskari. Tunaomba awe huru pale kizimbani. Mahakama imezungukwa na wadunguaji wa bunduki, mshtakiwa atakwenda wapi? Rugemeleza Nshala anaendelea kwa kusema mshtakiwa anajiheshimu na kuheshimu utawala wa sheria. Mshtakiwa akiwa kizimbani anatakiwa hata pingu zifunguliwe, hii ni common sense tu Haya, tulijifunza mwaka wa kwanza chuoni. Mshtakiwa hawezi hata kuwasiliana na mawakili wake kwa sababu ya kuzungukwa na maaskari. Kibatala anasimama hapa, anasema nimemsikiliza rafiki yangu Nasoro Katuga, wakili wa upande wa jamhuri. Hakimu anasema lakini sijaona kama amepinga hoja yoyote. Kibatala tunaiachia mahakama, tunaomba hoja yetu ikubaliwe. Askari magereza 14 na polisi wenye uniform watatu, askari kanzu wengi, wamekaa benchi zima la nyuma. Mahakama ipo kimya. Hakimu, hakimu amemaliza kuandika. Hakimu attention: kuhusiana na hoja ya kwanza dhidi ya upelelezi kutokamilika, mahakama bado inatoa amri kwa upande wa jamhuri kukamilisha upelelezi kwa wakati kusema tu kwamba upo katika hatua za mwisho hazitoshi. Hivyo mahakama inasisitiza juu ya kukamilisha upelelezi kwa wakati, hivyo hatua ijayo mahakama ipate mrejesho. Hakimu, hoja ya pili kuhusu mshtakiwa kuzungukwa na walinzi anapokuwa katika kizimba cha mahakama, upande wa utetezi kuomba mshtakiwa awe mwenyewe awapo mahakamani ni sahihi kabisa. Mshtakiwa anapaswa kuwa peke yake ili apate wasaa wa kufuatilia shauri lake. Hivyo kwa tarehe ijayo, mahakama inatoa amri kwa vyombo vya usalama kufanya assessments juu ya mshtakiwa kuzungukwa na watu wa usalama awapo mahakamani, assessments iwapo kama kuna mazingira ya mshtakiwa kuendelea kuzungukwa anapokuwa mahakamani na hali ya usalama wake anapokuwa mahakamani. Hakimu anaendelea hapa kwa kusema, hoja ya tatu, sheria inatoa mamlaka kwa mahakama kuona kama mashauri yake yanaendeshwaje. Kanuni ya 14 inaipa mamlaka kuendesha mashauri kwa njia ya mtandao, lakini mahakama ipo sahihi kuendesha shauri lake leo kwa njia ya wazi. Hakuna ubishi kuwa shauri hili ni kubwa. Hakimu, hoja ya utetezi kwamba mahakama ibadili njia ya kuendesha shauri hili ina mashiko, lakini mahakama inaona ni sahihi kuendesha shauri hili katika mahakama ya wazi, bila kuathiri uendeshaji wa mahakama hii kwa kutumia kanuni ya 16C ya sheria hiyo. Hakimu anaendelea: mahakama inaamuru mahakama ijayo shauri litaendelea kuwa la wazi na mshtakiwa aletwe mahakamani. Mawakili wa pande zote wanasimama kukubaliana na mheshimiwa hakimu. Hakimu anaendelea kwa kusema, mimi nahairisha shauri hadi tarehe ijayo. Mpare Mpoki, wakili wa upande wa Tundu anasema, wa Tundu Antipasilis anasimama anasema, mheshimiwa hakimu, tunaomba kesi nyingine iendelee hapa baada ya hii. Nasoro Katuga, wakili wa upande wa serikali anasema, Mheshimiwa hakimu, sijajua hili kama linaendelea katika shauri hili au nje ya kumbukumbu za mahakama. Hakimu anasema suala la kumwacha mtuhumiwa akae mahakamani wakati anasubiri kesi yake ni jambo la askari magereza. Hakimu mkazi mkuu na hairisha shauri kwa siku 14. Angalieni, ni lini? Tarehe 2 Juni mwaka huu wa 2025. Utaratibu wa kawaida unatumika katika kesi zingine za mshtakiwa kukaa na mawakili wake utumike. Na toa angalizo kwamba hapa ni mahakamani, kushangilia na mayowe hayaruhusiwi. Na fikiri nimeeleweka. Hakimu anasimama anaondoka, mahakama imehairishwa. Hii ni sehemu ya pili, mara baada ya mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, Tundu Lissu kuletwa mahakamani leo katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu na kesi yake kurindima ambapo kesi ya kwanza imekwisha sikilizwa, na tumejitahidi kuhakikisha kwamba tunakupa updates zote. Tumekupa sehemu ya kwanza na sehemu hii ya pili. Sasa tunasubiri kutazama e, kesi yake ya pili ikiwa inarindima, na yote tutahakikisha ya kwamba tunakusogezea kitakachokuwa kimetokea mahakamani hapa. Kikubwa hakikisha ya kwamba unakuwa karibu na chaneli hii ya habari Kiganjani ilikusudi usikose uhondo wa jinsi ambavyo kesi ya mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA inavyoendeshwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu. Hii hapa ni habari Kiganjani. Endelea kusubscribe, endelea kukaa karibu nasi kwa updates zaidi.